Na kumwambia Bwana, ninakusihi. Haleluya! Una ujasiri wa kumgaukia Mungu na kumkumbusha yale ambayo umemtendea yaliyo mazuri? Bwana asifiwe. Je, njia zako ni njia za ukamilifu? Tabia zako ni tabia nzuri ambayo zinampendeza Mungu? Maadili yako, maongezi yako, mawazo yako, je, yanastahili kukupa ujasiri mbele za Bwana kujigeuzia uso wako kwa Mungu kumwambia Mungu kwamba ninaomba unisaidie. Haleluya! wakati huu majira haya, una haki ya kumwabudu Bwana katika roho na kweli. Unapoabudu Bwana huyo Mungu anakuona namna gani? Bwana asifiwe. Wiki hii hapo umefanya nini? Haleluya! ni kitu gani umefanya kizuri ndani ya wiki hii ambacho saika hii Bwana akashukisha wa ufunuo wake, utahesabika ndani ya huo ufunuo ama utakuwa nje? Haleluya! Je, uhusiano wako na mungu ni uhusiano wa karibu, ama uhusiano wako na mungu ni uhusiano wa mbali Namna gani? Ni uhusiano dhabiti? Tabia zako ni nzuri, zinampendeza Mungu? Matendo yako, moyo wako ni mwema? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Bwana linasema kwamba sio watu wasemao bwana bwana watakaofanya nini, ingia katika ufalme wa Bwana. Ni wengi wanasema bwana bwana, ni wengi wanamwabudu Mungu, lakini sio wote watakao muona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So Ezekia alikuwa na ujasiri kwa sababu yeye alitenda ya yaliyo makamilifu mbele za Bwana. So alikuwa na ujasiri wa kuteta mbele za Bwana na kumkumbusha Mungu kwamba Mungu, kumbuka nimetenda yaliyo mema na kutembea katika njia za ukweli na kutenda yale ambayo uliniagiza kuyatenda katika wema na katika ukamilifu. Tangalia mstari wa tatu. Neno Bwana anasema kwamba akasema, Ee Bwana, kuvuka haya banasasiki ni kitu gani utakumbusha Mungu wakati ambapo unahitaji msaada kwa Mungu? Leo hii unakumbusha nini Mungu? Bwana asifiwe. Utakumbusha nini Mungu wakati wa shida yako? Maana Mhubiri anatuambia kwamba kuna majira na masaa ya kila jambo na kila matukio. Kuna wakati wa kufurahi, kuna wakati wa kuhuzunika. Bwana asifiwe. Kuna wakati wa kucheka na kuna wakati wa kulia kuna wakati wa kuinama chini, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Kwa so, mwanadamu ameumbiwa majira haya na hayana budi kuja, maana ni maisha ambayo yameumbiwa mwanadamu s so, tuasema kwamba tutaepuka masaa na majira ya Mungu. Ndio maana bwana akaweka na kuwa mchana akaweka na kuwa usiku. Bwana Yesu asifiwe, na hayo ndio maisha ambayo Mungu amepangia mwanadamu na kuna wakati wa kufanya kazi, kuna wakati ambapo unaugua na kuna wakati ambapo unakuwa na afya njema. Wakati wa kuugua kwako wewe unaugua magonjwa magonjwa baya, hayana tiba, unakulusa nini? Bwana, haleluya, haleluya. Nawatansi, Bwana Yesu asifiwe, hawezi kushindwa. Maana Bwana atatumana msaada, Bwana atatumana msaada, atatuma watumishi wake kwa ajili ya kuwasaidia. Kwa sababu gani? Uhusiano wao na Mungu ni mwema, walitembea katika kweli, walitembea katika haki, walitembea katika njia za ukamilifu wakimpendeza Mungu, walitii sauti ya Mwenyezi Mungu, walimwabudu Bwana katika Roho na kweli wakati wa shida zao, wakati wanamwita Mungu, Mungu hawezi kuchelewa. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Neno la Bwana linaendelea kusema kwamba Hezekia akalia sana, Hezekia alilia sana aliposikia kwamba hangeweza heze kuishi. Hezekia aliomboleza mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe, alilia sana.